Kina dada hizi tabia mnayofanya hivi, Mungu walaani kabisa. Mwezekani, mnachukua mtoto wa kiumbe kama wuye unamtupa kwenye shimo la choo, sehemu ambayo dambo ya kutupia mavi uchafu za kutoka tumboni. Umebeba mtoto miezi tisa tumboni, unakuja kujifungua, unachukua mtoto unamtupa chooni. Ah, kika wanawake na laana kubwa sana da, Mungu wasamee Hichi nini mnachomfanyia binadamu kama hivi? Malaika siejua chochote. Eh hey, Mungu wangu! Alafu kijijini kabisa, kumbe haya mama, mpaka kijijini mtoto akadumbukiza chooni. Ayubu, usigonga huko, mzuri mtoto akatoka kwa vizuri, kakamdumbukiza kwenye choo la maji, tundu kama hivi mtuka mtoto hivi, wakati wamwenye kutupwa. Usiguse huko wanaangaika kuchomoa mtoto kwenye shile kwa sababu natuaete n ampelekezo. Ndugu zangu, ni wakina mama zitabia mwate kabisa. Eh jamani, akina kaka ambao mnatia watoto wa watu mimba, ai mimba zenu chukueni hizo mimba, mwe nazo kuwa nae. Mwanamke akishajifungua kama hataki mtoto akupe. Cheki mtoto kama we malaika, tuakenachoa inaumwa sana, nasikitiza sana cheki

na laana mbaya, sio mimba za ndani ya nyumba kabisa. Unachukua mtoto mdogo na mdogo pia chooni, wakati wa mama wa yako akukutupa chooni. Chiki wetu anavyohangaika kumtoa, utakuta hata mama yake mwenyewe yuko momo huyo, akukamatwa ni kama mtu alienda kujisaidia akapata mtoto analia, wa wapi? Chooni ilibidi apige kelele ili watu wafanyeje, hoja wa shuhudie kilichotokea chooni, na wananchi wakasogea. Cheki wa mjamani, mtoto alivyotoka sema alipokuwa na chombe chimba ndio amemuumiza. <laughs> Mungu wangu, watu wanalaana jamani, watu wanalaana, mnalaana. Cheki mtoto okay, anaangalia, mtoto mzuri tu <laughs> Mungu akubariki mtoto, pate maisha nzuri, utakakulea basi a moyo ot kwa asabu sikai chanali